ika shule yetu hii wakati mitihani inaendelea ilitokea taarifa kwamba wapo baadhi ya wanafunzi wana mpango wa kufanya jogging barabarani baada ya kumaliza mitihani. <coughs> Lakini tulivyokuwa tunaendelea kufuatilia kujua tatizo ni nini, ikabainika kwamba ili darasa la kidato cha sita limekuwa na changamoto kwa ambazo walimu wameenda kuzikwa wameendelea kuzikontrol kadiri ya uwezo wao kwa muda mrefu. Changamoto zenyewe ni baadhi ya watoto kuwa na simu ambazo watoto waza, wa, walimu wamezikazania kuzikusanya, lakini wakienda wanakuja na zingine. Lakini kumekuwa na utorokaji wa wanafunzi kutoka eneo la shule kwenda nje ya shule, lakini wakati mwingine wakitoroka wakiwa wanarudi ili wasionwe wana wana switch off umeme kwa maana wanazima, wanazima umeme, shule yote inakuwa giza, ili wanapoingia isitokee, okay, kwamba kuna mtu anawaona. Wanafunzi wenzenu wapo ambao tumewashikilia, wapo polisi pale, waliomaliza mitiani hapa, kwa sababu ya vurugu zilizokuwa zimejitokeza zinazoenda kujitokeza walizozipanga